Ya, unajua siku zote tunaposhughulika na maswala ya ndoto e, nachojaribu kukiepuka ni kutengeneza kamusi. Yes. Lakini hacha tu niongelee hivyo. Kwa mfano, mtu anapoota ndoto yuko shule ya msingi alishamaliza mpaka chuo kikuu alafu bado anaota yupo shule ya msingi. A, sasa maana hii ita inaweza ika apply kwenye ndoto yako au ikafaa, kama hiyo ndoto itakuwa ni dalili zifuatazo: kama ikiwa baada ya kuota hiyo ndoto unapoteza kitu au unapoteza fursa au unapata mkosi fulani, bahati mbaya fulani inakutokea, basi huenda ikawa kwamba kuna shida fulani ya kiroho katika hiyo hiyo shule. Yes. Kwa maana hii hapa zipo ndoto ambazo mtu anaota akiwa anarudi shule na ikawa ni ndoto tu ikawa ya kawaida tu kama alivyosema Suleiman. Yes, lakini ikiwa baada ya kota uta, uta observe sasa, kila baada ya kota hiyo ndoto unapoteza kitu au unapata mkosi fulani au unapata bahati mbaya fulani, basi huenda kawa kuna kifungo, na vifungo hivi huwa vinakuwa vya namna hii. Kuna baadhi ya shule au baadhi ya watendakazi katika shule ambao ni maagent, kazi yao pale ni kufungia watoto hatima zao si kwao unajikuta kwamba huwezi kuenda mbele kwa sababu ulifungwa. Zile zinakuwa ni kambi, unaona mm. Wako watenda kazi wa stali hiyo, wanajidai wa ni watumishi pale shuleni, lakini wana ajenda zao za kutoka kuzimu k wanakuwa wanafungia watu pale k. Ukianza kuota hizo ndoto sasa, maana yake ni kwamba unapojaribu kumove lile agano au kile kifungo kinakurudisha tena nyuma. So Mungu anajaribu kukuonyesha uh, kwamba E, tatizo sio swala la kurudi nyuma kama kurudi nyuma ila kuna kifungo fulani hapa ambacho kinahitaji kushughulikiwa. Kwa hiyo mimi niseme kwamba kama unaona dalili hizo kwamba mara baada ya kuota hiyo ndoto nini kinatokea katika maisha? E, katika mfumo wako wa maisha ya kila siku huenda kiwango chako cha maombi kina drop down pu uenda kiungo chako cha kumpenda Mungu, huenda cheo chako, au uenda kazini kwako mambo yanavurugika. Basi kama ni hivyo, Mungu anaongea na wewe kwamba pale nyuma pale, hapo sawa, panahitaji kushughulikiwa, na kwa neema ya Mungu tumekuwa tukiomba na watu na tunaona wanapata suluhisho. Lakini nilichotaka uelewe tu ni kwamba sio kila ndoto ambayo mtu akiota hiyo shule ni basi ni hivyo, ila ikiwa itaambatana na dalili hizi, basi ni swala la kinono na inahitaji kuchukuliwa hatua za kiroho. Amina, barikiwa sana.